Binadamu wametokwa na imani. Wana roho za kishetwani, wanaishi kama hayawani sababu a kiji. kiji. kijicho

Kupambania brother, mimi nilienda kumwambia kutumbue mtoto wetu, ili uwe na nani, shida umetoka hapa. Auka Salome, mwanamke kipenzi cha moyo wangu, mfuata nani mtani, mfuata Salome. Sasa we brother we, uwezi kuongea mi ni niliona nikakuongeree. Nimemwongerea vizuri tu, mtoto mtoto wetu, nimemwambia wewe, mbona unakaa unaringiaringia vitu vyako hivo, hmm. vitu ni vya kuwapa wanaume na mwanaume ni brother wangu, yeye anakaa naringiaringia kama anakulembadembea. Akasemaje na yeye akawa mpore mtoto wetu. Sikiliza sasa hii hadisi akawa mpore, akaanza kuniambia shida. Sikia mimi da wako, ongea. shaga yangu, kwa sasa hivi wewe na Mtemi mmeelewana? Tumeelewana, tuko sawa, hatuna shida na tunaishi kwa amani. Yatakuwa kweli, mwanzo tulikuwa tunagombana, lakini sasa hivi mambo yetu yako sawa. Afu kwa unaniuliza na shida na nini, mambo ya familia? shaga yangu, ningekuwa na shida ningekuja. Acha kusikiliza maneno ya watu kwa mtaani hiyo ndoa yako, na nitafika Alafu siku nyingine mambo ya watu yaache, sihitaji msaada wowote mimi. Nishakwambia kwangu uko salama mm. hatuna shida yoyote na wewe, Mtemi unanisema, na kama ingekuwa na shida nitakutafuta, kwa sababu umenipa hiyo offer nitakutafuta. Aya, basi tutaonana. Haya, wewe tu niendelee kukupatia tia hongera na, na yakikushinda utaniita. mwelewa wakati anaongea hivyo nilikuwa nimekaza, si unanijua? <laughs> ninavyokazaga mraha, nimekaza mtoto wetu. <laughs> Alafu mimi najua kuongea. Yani ningekuwa mimi ndio naenda kuoa hapa, nilikuwa nakuja na demu mraha, nilikuwa nakuja na, <laughs> <laughs> na Salome hapa. Mtoto wetu alivyotaka kuringa nikamnasa kofi. Hey, mtoto wetu akaniambia, sasa huyo braza wako, si mimi nitakuja tu nikubali. Mtoto wetu hey, hey, yani ya, kama hivyo. Baada ya kumnasa kofi hey, akawa mpole, akasema nitamkubali hmm. Salome. Ah, Salome, shida unanijua vizuri mimi nilivyo hmm? Sijawahi hata siku moja mimi kukutuma wewe ukanipambania kwa mwanamke, na sio kwamba mimi nashindwa kaa chini kuzungumza na mwanamke akanikubali mimi, sawa eh. Yeah. Brother hebu stop. Stop. Yaani leo ndio nikuchane makavu wewe, ulivyokuwa unaenda kunipambania mimi kwa kwa kwa, kwa mateso mimi nilikuwa nimekutuma eh? Umeona inavyouma wifi de? Samahani, bila Asubuhi nilikuwa chumbani kakusikia unakunywa chai pale sebuleni, lakini ulipomaliza kunywa chai ukaviacha hapo vyombo mchana umekula vyombo umevitelekeza hapo mezani. Sasa wewe hivi, kama ulikuwa labda umechoka kuosha kwa muda huo, si ungevikusanya ukaviweka kwenye beseni, baadaye ukataka sasa labda ukapata hamna vizuri, ukaviosha umeviacha vyombo vimengomwa na nzi, vimefanyaje? Upepo takataka zote pale. Wifi, ni kwambia tu mimi sijapenda wifi hilo gubu, mgeni kufika jana leo kukabidhiwa vyombo. Kumbuka mi ni mwanaume hapa kwenye huu mji eh? hizo kazi unazonituma. Siwezi kufanya, we ni wa kiume halafu kuniambia hivi we ni mtoto wa kiume basi ni wa kike halafu ukifanya hivyo mimi we sio mume wangu sasa nisikilize wewe ni wifi yangu aliyekuwa amenioa ni huyu labda niseme baba Masudi tu na alishagafariki. wewe ni wifi na utabaki kuwa wifi na ukija hapa kwenye mji huu unaouona umesimama amwenzie mkuki kwa nguruwe kwa binadamu mchungu yaani, wawo ulikuwa unatoka hapa moja kwa moja, mateso sitaki, sijui nini, yaani mimi niachane na mateso eh? Wewe sasa hivi huyo Salome ndio umeona mbe. Sawa, hii bila, bila hii. Eh, ni bila bila. Hata kama ni moja moja kama tatu bila tatu bila mtoto wetu. Mungu anisuluhishe shida. Mimi nakuheshimu sana. Sawa, alafu yule mateso kwa hey, kwa hiyo wewe huyo Sarome mnaendana? Huyo Sarome mwenyewe kwanza ana adabu? Eti unataka umlete kwenye hii familia? Yaani wewe ulivyokuwa unapambana kwa mateso, utafikiri unataka kunioa wewe. Kaka, sasa nasema hivi na mimi sitaki Sarome. Sasa wewe si mwanaume na mimi ni mwanamke, sitaki na mimi mwanamke. Hapa tutaishi mimi na wewe. Sawa, bila, bila bila. Hey. Mtu umepambana mateso mpaka anapita ana, ana, ana akikuona anajikojorea mateso, akikuona wewe mpaka nusu kwenda haja kubwa. Sasa so, hivi eti mimi kwenda kuzungumza na sisi? si, si, ndio mabingwa hapa nyumbani. Tumeamua sisi ndio tuishi, wewe hakuna mwanamke na mimi hakuna mwanamke, mapenzi ya nini braza? Hey. Binadamu wametoka na imani, wana roho za kishetani, wanaishi kama hayawani. Kuna sheria zake, kazi utazifanya, fuata sheria, tuishi vizuri. Kama ukishindwa kufuata sheria za hapa, wewe sija kuita, unaweza ukaondoka. Hapa utafanya kazi kama unapahitaji kukaa, naomba unisikize kwa umakini. Hapa unavyoniona, ndio nimefika sitegemei kuondoka kesho wala leo, sijua nielewa mama, usitegemee ulivyokuwa unampelekesha marehemu kaka yangu na nami nkanipelekesha kama ulivyokuwa unampelekesha, sahau. <laughs> kazi utafanya Alafu yule alikuwa ni mume wangu, alikuwa mume wako wewe yeah? Tutaona kama nitaondoka, muangalie vile. Ndio maana hata mtoto mwenyewe ana tabia zile zile kama za mashangazi, tabia kalisi ujombani, sijui ubabani huko. Huyu <laughs> nitamfanyia timbwili, eti mwana ataondoka, hanijui vizuri ananichokonoa mimi au katumwa? Yani vyombo anaacha, anaterekeza hapo kila kitu, anaterekeza hapo hapa. Kuna mtu labda aliyemtanguliza hapa kuwa kuna wanakuja kumfanyia kazi atavifanya kuwa wapiba mdogo kidogo, ni kwa sahivi kidogo niko salama ingawa ni bado hali yangu tu ya mwili bado haijakasa, lakini hilo la kuwa wapi bamdogo, ukaona mvunjo na mlango kabisa kao hapa nilipacha ni nimefunga. Ha, sahivi tunafungia mlango liufagio. Binadamu ni wabaya sana bamdogo, binadamu. Sawa, binadamu ni wabaya mi nachotaka kujua, ulitekwa au ulienda wapi? Ukavuka kale kadudu ukakupotea ukapotea, au uliamua kukaa sehemu ujifiche, uangalie huyu ba mdogo wangu ambaye hataki kufanya kazi, ataishije? Unajua, hilo swali lako mimi naweza nikalijibu jibu sasa, lakini sasa kukujibu hili swali linaweza likapelekea wale walionifanyia hivi wakajua mimi tayari niko mzima na wakarudi kunimalizia, wakaniua. Kwa hiyo haina haja kwa sasa, yaani nimesharudi nyumbani nikiwa siko salama. Tuendelee na mambo mingine. Hata hapo unaponiona nimetoka mitaa mbali huko kabisa, huko Mwigaguru huko kukutafuta wewe. Ona ulivyovimba, umevimba tu mguu au kuna viungo vingine ambavyo vimeguswa, ambavyo mimi sivioni, siwezi, umevifunika na nguo, na labda amegusa moyo amegusa figo, mwanangu. Mateso vipi vipi wewe safi, bamdogo? Kuwa wapi ah! Yani, ba mdogo, kwa sasa hivi kidogo niko salama, ingawa bado hali yangu tu ya mwili bado haijakasa, lakini hilo la kuwa wapi, bamdogo, ukaona mvunje na mlango kabisa, kama hapa nilipaacha nimefunga sasa hivi tunafungia mlango liufagio. Binadamu ni wabaya sana ba mdogo, binadamu sawa, binadamu ni wabaya. Mimi nachotaka kujua ulitekwa, au ulienda wapi? ukavuka kale kadudu kakupotea, ukapotea? Au uliamua kukaa sehemu ujifiche, uangalie huyu ba mdogo wangu ambaye hataki kufanya kazi, ataishije? Unajua, hilo swali lako mimi naweza nikalijibu, Jibu sasa. Lakini sasa kwa kujibu hili swali linaweza likapelekea wale walionifanyia hivi wakajua mimi tayari niko mzima na wakarudi kunimalizia, wakaniua. Kwa hiyo haina haja kwa sasa. I, i, i, yaani nimesha rudi nyumbani nikiwa siko salama, tuendelee na mambo mengine. Hata hapo unaponiona nimetoka mitaa mbali huko kabisa, huko mitaguru huko, kukutafuta wewe. Ona ulivyovimba umezimba tu mguu au kuna viungo vingine ambavyo vimeguswa, ambavyo mimi siwezi sivioni, umevifunika na nguo? Labda amegusa moyo, amegusa figo, wanajua mi mabinti, okay, nini wadogo zangu gani wamenikosi kiasi gani, mwanangu mi, mpaka sasa hivi siko kwenye fomu nini oyaoya mi saa hivi nigokuwa na mandinga na drive nini wa, wa. Kweli chani nimeacha skonga nini nimeacha kitabu nini, akili zikuwa ya kutosha mwamba, lakini dingi alivyodanja nini kaniachia hapa miamba nini uh, nimeclear nini kila kitu. Mpaka kuna mwamba naona watoto wanaita nini piskali nini anaamua kwa kuuza dishaje, kwa siku kweli chani ani usiri usianyani hakika, brother yani, usiniogope niambie, ani kugebe jana mpaka unaamua kumwachia mwanangu? Tulikuwa tumemfunga kamba za kutosha, bwana msosi. Tulikuwa tuna mgee wa mafungo wa filimbi nini wa kakuwa na nguvu kiasi hicho cha kutoroka? Saliti mwanangu kwa Yuda, mwanangu, mwanangu

ya kujua wewe unaanzia wapi? Haina haja mimi tayari niko, niko salama hapa, na mimi navyokufahamu wewe, ukisema mimi nikutajia waliofanya hivi tayari kijiji chote hichi watajua hicho kitu, ndo mimi sikitaki. Usalama wa maisha yangu. Sasa mimi ni Mateso mpya. Mapenzi umeyatupa, nimeyatupa mapenzi, si yataki iyataki tena mapenzi, kizunguzungu taki kuzunguka, mapenzi yanalani dunia, yataki utaki, nawe ulaniwe itaki mapenzi nini tena kizungumkuti ma mauzauza. Mimi nimebadilika. Umebadilika nini? Sio yule mateso ambaye alikuwa anawaza sijui mahusiano, mahusiano, mapenzi, mapenzi, sijui nani kampa mimba, nani nani, huko nishatoka. Sasa hivi mimi ni mateso mpya, sio tena yule mliyekuwa. Mimi mwenyewe ndo nimepambana kukutafuta wewe, nimepambana bieka, mimi mwenyewe jeshi la mtu mmoja zunguka usiku kucha, mchana kutwa, asubuhi kutwa, wakati wa kula, wakati wa kulala, mswaki kutwa, nazunguka mimi mwenyewe, nimefanya kazi kubwa kama nabii Ayubu. Umepambana kama ndugu zake na Yona walipokuwa wakimpambania Yona kipindi alipomezwa na chewa. Hapo kwa karamani tu kakuchomoka mwanangu. Kumwachie nini achomoke? Yani sha siku hajachomoka, mwenyewe ndio umemchomoa mwanangu. Yani sisi tusilaumiane wangu kilicho baki ndio hicho si tufanye mpango wa kumsaka umsela, lakini tukikaa tukianza kulaumiana, sijui mwanangu sijui umelikoroga nini sijui nini, au utakuwa unalikoroga mwanangu, itakuwa ni haja sasa. Kilichobaki tufanye kitu kimoja, tusiwe kama vile wachezaji mmo wa Afrika, sababu mchezaji wa Afrika ni mambo za ajabu, wale wachezaji wa Afrika. Na unakuta mchezaji wa Afrika mzee wenye timu, wakishapigwa goli la kwanza, haya, wameshachanganywa wakiongezwa la pili, eh, hey, hey, la tatu, unaona hata kushangilia hamna, baki wanaangalia tu hivi

Mteme teme Yona akatemwa kwenye matango. Na kwa nini ilikuwa chewa sio nyangumi? Sasa hapo, sasa ndio unaingia sasa kwenye historia ya dini ambayo mimi nimeweza kugraduate. Mungu ameumba samaki aina ya, ya, ya sato, sangala, fulu, daga, akawaweka kwenye ziwa, lakini kwenye bahari akaweka nyangumi, akaweka papa, akaweka dolphin, mm. akaweka chewa. Sasa dolphin, nyangumi na papa wana meno mm. lakini chewa hana meno mm. Sasa Yona, angejichanganya, amezwa na nyangumi au papa, habari yake ilikuwa imeisha. Wewe kwenu wakumezwa na papa alafu utolewe ule matango, sawa? Mimi nimerudi nyumbani. Usiemtaka karudi, mimi na wewe sasa hivi tushirikiane, maisha yawe mapya, langu lako, lako langu

Nimepata info, tumempata mwenyewe, mwanangu. Uhakika chali wangu, mi nafanya maelekezo. Chali wangu, tunaelewana. Mimi natembea nyumba kwa nyumba, chocho tuchocho, mtaa kwa mtaa, chali wangu baba kwa mimi. Nikishakutana naye, mimi namkumbatisha na ukuta wa makumba kumba pale Kirumba, tajua kwa sababu alitimba wapi? Kirumba madogo zangu mimi, ni kosti kiasi gani najua

Habari yako. Salama vipi? Kwa, unaona unachokifanya no, ni kitu kiko sahihi? Afadhali nimekuona. Kwa nini unapenda kunifatafata sana? Wewe una dharau, ila nakwambia, ukiendelea kunifatafata, cha mutu utakiona. Achana na Salume. Salume ni mwanamke nayempenda sana. Salome ni mwanamke wa maisha yangu. Salome, huwezi kujua kwa nini mimi naangaika na Salome. Sasa unahisi kwamba unachokifanya kiko sawa? Sasa mi natamani zima hicho ambacho unakifanya babu. Vipi? Wesi mtoto elfu mbili na tano tu mwana, huko nakoenda we nenda, ndo kuna mazingira yako kule. Mi naamini Tanzania tuna rugha moja tu ambayo ni ya taifa, na yenyewe ni Kiswahili. Nadhani unajua nini maana ya kuzima. Nimekwambia zima hichi ambacho nakitumia, ebu shika kidogo Mara ya pili mara ya tatu mtafanya kwa vitendo hapa. <laughs> Nikomba kitu nisikilize, vizo, ushukuru Mungu. Mama yangu malemu, mama yangu alinikataza nisipigane, yaani leo hapa vumbi ingetimuka ya kutosha. Alafu nikupe ushauri wa bure, wewe kidudu mtu kufosi mapenzi mapenzi anaua mbwa wewe usifosi mbwa ni mbwa ah, babu napanikia nini tulia tulia nanisikia tulia a nikushauri tena ndege wasiofanana huwa waruki pamoja wewe na salome ni sawasawa wote ni viatu vya kushoto usinisimamisha hata siku nyingine Hala gabao Shika basi, awe ni mtoto wa kike babu? Eh, Shika, mi sio mtoto wa kike, nisikilize, nikwambie kitu kimoja sawa. Mimi sio mtoto wa kike, na labda nikwambie kitu kimoja ambacho unatakiwa kujua: ukiambiwa zima unamaanisha zima. Na labda nikwambie kitu kimoja ambacho unatakiwa ukitambue Leo sitamani ujue mimi ni nani, lakini la kuzingatia hichi ambacho unakifanya usije ukakifanya popote katika kijiji hichi, nchi hii kwa ujumla, usije ukakifanya popote. Leo nakuacha, umenielewa? Hey, nimekuelewa, nimekuelewa. Zingatia hilo. Unasemaje wewe? Unasemaje wewe? Unajua Salomu ameumwa kwa ajili yangu mimi. Sikilize, mchezo wa mapenzi utachi nguvu, unanumiza bwana, niachie mimi jami. Ndio hata Salom akuta baba basi. Aya, nimeonyesha mikono juu, baba penda kiasi gani? Nimeshakwambia mara ya tatu, nitafanya kwa vitendo, nitakupa kesi autakuja kurudi duniani

Leo nimekuja kukujulia hali na nimekukuta upo salama na mshukuru Mungu. Kuna mtu mmoja anaitwa Mateso. Nini? Mateso? Eh, yeah, unafahamu?